Tuko hapa tangu jana, leo na kesho, na hadi sasa hivi, ndugu mgeni rasmi, tumeshafanikiwa kukutana na wananchi zaidi ya 544 na ni matumaini yetu ya kwamba kwa kesho na tukapokuwa na, tunafunga na, malengo yetu ilikuwa ni kuweza kukutana na wananchi 1500 na tunaamini kabisa kwa wingi huu na jinsi wanavyozidi kupata hii elimu watazidi kuitangaza huduma na wengi watakuja na sisi tuko Tayari kwa ajili ya kuhudumia. Wizara inapenda kutoa shukrani za dhati kwa Makamu Mkuu wa Chuo wa Chuo Kikuu cha Dodoma na wadau wote nchini kwa kuendelea kupambana na magonjwa ikiwemo ugonjwa wa figo. Wizara inatambua kazi kubwa inayofanywa na Chuo Kikuu cha Dodoma katika uimarishaji wa huduma lakini pia katika uzalishaji wa watumishi wenye sifa na watumishi wanaotusaidia kwa weledi kutoa huduma za afya katika sekta ya afya ndani na nje ya Tanzania. Aidha natumia fursa hii kuwapongeza wataalamu wote wa sekta ya afya, hususan wa hospitali ya Chuo Kikuu cha Dodoma pamoja na hospitali ya Benjamin Mkapa na wale wote ambao wameshiriki kwa namna moja ama nyingine kuandaa ama kutoa huduma moja kwa moja kwa wananchi na wakazi wa Dodoma. Hongereni sana watumishi wote wa sekta ya afya. Niwashukuru Wizara ya Afya, Ofisi ya Rais TAMISEMI, Wizara ya Elimu, eh, Ofisi ya Mganga Mkuu wa Mkoa, uongozi wa Tukshai Medical Group na hospitali ya Benjamin Mkapa kwa kuendelea kushirikiana pamoja nasi bila kuwasahau wataalamu wote walioshiriki katika zoezi hili. <coughs> Aidha, niwashukuru wadau wote mliofika katika tukio hii hili la leo.